Jitokezeni kwa wingi, nendeni mkapige kura. Kama kuna shida yoyote, toa taarifa. Vyombo vya ulinzi na usalama viko timamu, vipo imara kuchukua hatua kwa mtu yoyote yule ambaye ataonyesha kuleta vurugu, atakayeonyesha e, kuleta vipingamizi ili watu wasishiriki uchaguzi. Tupo imara, tupo safi tupo tayari kuchukua hatua, na mimi kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ninakuhakishieni kwamba hakuna shida. Tunaomba ndugu zangu wananchi, kupitia bonanza hii, tuwaombe ushirikiano, kama mtabaini kiashiria chochote kile ambacho kinaweza kapelekea vurugu siku hizi za kampeni na siku ile ya uchaguzi, tunaomba tutoe taarifa kwa wakati kwa watu sahihi. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vipo tayari kupokea taarifa na kuzifanyia kazi. Kwa hivyo hii ni jambo muhimu sana kuhakikisha kwamba tunaelekea siku ya uchaguzi tukiendelea kuwa na hali ya amani, tulivu na salama. Huru ya taifa ya uchaguzi imeweka utaratibu ili wale ambao eh, hawakujiandikisha katika kituo alicho eh, katika sehemu alipo ili nao aweze kupiga kura pekee ya rais. Kwa hiyo nao pia utakuwepo na orodha yao. Ndugu mpiga kura, usikubali kumpa mtu yoyote kitambulisho chako cha kupigia kura, awe kiongozi, awe nani, awe nani. Hiyo kadi ni kadi yako wewe mwenyewe, ukae nayo hadi tarehe ishirini na tisa utakapokwenda kupiga kura. Tumehamasika kwa ajili ya kwenda kutoka tarehe ishirini na tisa kwenda kupiga kura kwa ajili ya viongozi bora ambao watatusogeza tena kimaendeleo kutoka 2025 mpaka 2030, kwa hiyo nawaomba sana wananchi wenzangu wa wilaya ya Muheza wote tushiriki tarehe 29 wasikae nyumbani, waende wakapige kura, ili tuweze kuleta maendeleo ya Muheza yetu na nchi yetu kwa ujumla. Wanamweza, mimi niseme wazi, Oktoba 29 tujitokeze, twende tukatiki tu. Wewe utoke ukatiki ile sehemu ambayo mwenyewe uko radhi nayo.